Watanzania wa, wa, wa wafanye wawe huru. Tukiangalia katika sura ya kwanza ibara ya moja mpaka thelathini na moja ya katiba ya Tanzania, nataka kuambia sisi wa Kenya tuko na, na, na, na katiba yenu kama wa Tanzania, tuko na katiba yenu kama Watanzania, tuko na katiba yenu mujue nyinyi ama hata kuna kitu munaweza fanya. Kenya tuko na katiba yenyu na tunaielewa kuliko nyinyi wenyewe. Wacha hata niendelee kuwasomea sura ya kwanza ibara ya moja mpaka thelathini na tatu Inasema inahusu jamhuri ya muungano, vyama ya siasa, watu na siasa, ya ujamaa na kujitegemea. Sehemu ya kwanza jamhuri ya muungano na watu inasema eneo la jamhuri ya muungano ni eneo lolote lote la Tanzania bara na eneo lote la Tanzania Zanzibar, na ni pamoja na sehemu yake ya bahari ambayo Tanzania inapatikana nayo. Mimi mlikuwa munajua hivyo nyinyi, vijana wa Tanzania? Kwa ajili ya utekelezaji bora wa shughuli za serikali ya jamhuri ya muungano au serikali ya mapinduzi ya zanzibar, Rais aweza kuigawa Jamhuri ya Muungano katika mikoa, wilaya na maeneo mengineo kwa kufuata utaratibu uliowekwa na sheria au kwa mujibu wa sheria iliyotungwa na bunge isipokuwa kwamba rais atashauriana kwanza na rais wa Zanzibar kabla ya kuigawa Tanzania Zanzibar katika mikoa, wilaya au maeneo mengine. Ehe. Hiyo ndio katiba yenu. Wacha tuwafunze kwa sababu nyinyi hamujui katiba yenu, munakaa tu hapo munasema ni, ni, ni, ni mambo ya dola dola. Kwa hivyo nitawafunza wa, nita kesho na hiyo. Mungu awabariki, lakini Watanzania mutupe heshima.